Lakini leo unavyoona hali ya hewa kidogo, changamoto imekuwa juu ya usafiri. Katika mazingira haya, hakuna gari inayotoka kuanzia starting point ambapo ni Nyashishi na kutoka mjini, na maana hapa kwenye point ya daraja hakuna muunganiko tena. Kwa hiyo hatujajua tatizo ni kwa mkandarasi, shida hajalipwa pesa au shida iko sehemu gani, kwa sababu ujenzi uko slow kidogo. Kiukweli ujenzi hauendi uh, chapu na unavyoona shughuli za leo hamna zinazoendelea, magari ndio yanaishia hapa. Kwa hata kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, na wenyewe imekuwa changamoto. Kwa wajasiriamali wale ambao wanafuata labda mboga kama dagaa hapo Mwaloni, ambapo si distance ndefu sana kutoka eneo hili, bado nao wenyewe ni changamoto, kwa gari zinaishia hapa, hakuna muunganiko tena katikati hapa. kwa tunaomba tu serikali ishughulikie hili swala ili kila kitu kiende vizuri. Umetumia muda gani? Umefika hapa muda gani na mpaka sasa muda gani umeutumia hapa uh, kabla hujavuka kwingine kwenda hapa? Uh, hapa nimefika tangu saa kumi na mbili na dakika saba. Unavyoona hapa hakuna tena kinachowezekana kwenda. Kwa hiyo hapa asilimia kubwa walioko makazini wanarudi nyumbani. Mimi toka nyumbani tangu saa moja dakika kumi na sita ila mpaka saa hivi saa mbili sijapata usafiri, nimetoka kutema kule, vile natembea na miguu mpaka nimefika hapa hivi. Haya yote bado sijajua changamoto yote hayo, nimamba n daraja pale Mkuyuni la nasumbua. Kwa hiyo ila na imani mvua, maji atapungua, nitafika salama. Okay. Nini, mm -hmm. Nini pengine uh, rai yake uh, uh, uh, kwa mamlaka a uaratisa Kwa tukunyesha da, kama daraja lipo sio kama alipo, hapana hofu yangu ni wale wa matrolo, mabatinda ambako daraja linatengenezwa, je watakuwa wamefika salama. Kuna hofu yoyote kuhusiana na hali hii, hasa kwa wakazi ambao wanaishi eneo hili? Hofu yangu ni kwa wanafunzi, watakuwa wanafika shuleni saa ngapi, kwa muda gani? Ukiangalia mpaka sasa hivi wanafunzi wako barabarani, watafika darasani saa ngapi? Hayo yote ni changamoto ya usafiri ni daraja ku, kushindwa kuhimili maji. Maji ni mengi, imetokea mpaka maji yamepita juu ya daraja hivi. Sisi wanafunzi tumeshindwa kuelekea shuleni kwa sababu ya kuwepo kwa maji mengi hapa darajani mengi hapa darajani, tumeshindwa kupita. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaomba kama wanafunzi, leo tulikuwa tuna mitihani, tumeshindwa kuelekea shuleni kwa ajili ya kufanya mitihani, tumekwama sababu ya maji kama unavyoona. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali tubodeshee ku, kuinua urefu wa ili daraja